Haleluya. Kujazwa kwa Roho Mtakatifu sehemu ya ishirini na nne. Tunaongelea kujazwa kwa Roho Mtakatifu, uh, ujazo wa Roho Mtakatifu. Nitatoa mfano wa kama chupa hii ya maji hapa. Mtu akiwa ame uh, chupa hii iko nusu usua, meshatumika, haijajaa. Kwa idea ya kusema mtu anajazwa anapata ujazo wa Roho Mtakatifu, maanaake alikuwa ana hana kabisa, ili chupa ilikuwa tupu kabisa. Halafu alipobatizwa, ile chupa ikajazwa mambo ya Mungu, ikajazwa karama, ikajazwa vipawa, ikajazwa uwepo wa Mungu, ikajazwa nguvu za Mungu, ikajazwa mambo yote ambayo yametajwa ya, ya Roho Mtakatifu ya Mungu, ambayo yanaingia katika mtu. Kwa hiyo kuna uwezekano huyu mtu akapungukiwa na ule ujazo au akaondokewa na ule ujazo, ni kitu ambacho kiko mwilini, lakini Roho Mtakatifu yupo na huyo mtu wakati wote. Kwa unajazwa ili ufike mpaka juu kabisa, ume, umefunikwa. Hii ile ya kubatizwa, ni kama tuchukulie, kuna neno kwa kimombo neno incarnation. Incarnation maanake kutoa mwili Mungu anautwa mwili wako ana ufunika mwili wako na, na yeye mwenyewe. Kwa hiyo yani, mfano tunatolea mfano, mfano wa picha kwamba ni kama koti eh, ambayo sio koti, sio koti, yani ni, ni kama umbo fulani ambalo za Mungu sio umbo, ndio maana pata tabu kuelezea Y mtu anakuwa amegubikwa na Mungu, amegubikwa na uungu wa Mungu mwilini, huku nje mwilini ni kama ni vazi, amevaa vazi lile, vazi ni Mungu, ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyingine watu wanasema, huyu mtu anaonekana ana utukufu wa Mungu, amefunikwa na utukufu wa Mungu, kama Bwana Yesu pale alikuwa anameremeta pale mlimani. Ndivyo mtu aliye batizwa na Roho Mtakatifu aliyebatizwa kwa Roho Mtakatifu anavyoonekana na aliyejazwa sasa kwa Roho Mtakatifu anakuwa sio, ye, anakuwa ni mtu mwingine, anakuwa ni mtu lakini ni mwingine, kwa sababu hayafanyi tena mambo ya kimwili, tena anayafanya mambo ya Mungu ya kuonyesha Bwana Yesu alivyosema baada ya kuwa amejazwa Roho Mtakatifu siku nyingi baadaye. Lakini hapa ngoja nikusome kwenye Luka, Luka hiyo itakuwa ndio Luka 1:18. Anaongelea habari ya Roho wa Bwana yu juu yangu, anaongelea vitu ambavyo vinaambatana na Roho wa Bwana kuwa juu yake, katika sura ya nne mstari wa kwanza Luka hiyo anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku arobaini. Kwa hiyo mtu aliyejazwa na Roho anaongozwa na Roho kwa hiyo, wakati wote katika mambo yote anayoyafanya, huyu mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu anakuwa anafanya kwa mwongozo wa, wa Roho Mtakatifu, anakuwa ni mtu, anakuwa na utashi wake, lakini anauachilia ule utashi wake, anauachilia ule utashi wake Roho Mtakatifu anamruhusu Roho Mtakatifu amuongoze, amfikirishe, ajadiliane naye, aamue pamoja naye, ampe hekima, ampe maarifa, ampe mawazo. Ukisoma hiyo sura ya mstari wa kumi na nane, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa Bwana Mungu amenipaka mafuta ni wahubiri masikini habari njema, kuwafungua waliokuwa wamefungwa, vipofu wapate kuona tena, na waliokuwa wame kuwaweka huru waliokuwa kifungoni, na wale kutangaza mwaka wa Bwana ulio amriwa kumi na nane. Lakini hiyo ilikuwa ni matokeo ya huyu aliyejazwa na Roho Mtakatifu atafanya nini? Atafanya ishara kama zipi? Vipofu watapata kuona tena, lakini cha muhimu zaidi ni wale maskini watahubiriwa habari njema. Ishara kubwa kabisa ya Roho Mtakatifu ni maskini kuhubiriwa habari njema. Habari njema ni zipi? Ni habari njema kupitiliza, kwamba wamehesabiwa haki, kwamba wamesamehewa kwamba hawashikiliwi tena, kwamba hawapo kifungoni, kwamba umaskini wao hautawashikilia tena, kwa sababu umaskini wao ulikuwepo labda kwa sababu walikuwa na mindset za watumwa na wafungwa. Hawa wamefunguliwa, sio watumwa tena. Kwa hiyo mtu akiwa sio mtumwa tena, ataanza kuyafanya mambo ya watu walio huru ataanza kudhihirisha uhuru wake ule aliopewa na Mungu. Ndio kazi ya roho Mtakatifu, ndio ujazo wa roho Mtakatifu unachokifanya kwako. Kwa hiyo, Yesu alijazwa na roho Mtakatifu, na sio Yesu peke yake, na wengine wengi. Petro alijazwa na roho Mtakatifu. Stefano wakati anapigwa mawe pale alikuwa amejazwa na roho Mtakatifu. Jaa Roho Mtakatifu ili uweze kushinda huu ulimwengu wenye mambo mengi yani, yako mambo mengi yamekuwa designed kukukwaza, ili uweze kushinda, unatakiwa wakati wote, full time, uwe umejawa na Roho Mtakatifu. How is that possible? It is very possible. Tutaona kukijisomea tena katika maeneo mengine mengine, matendo ya mitume nne kumi na saba mpaka kumi na nane na matendo ya mitume nne ishirini na moja uh, wanafunzi wa Yesu walitishiwa pale nimetoka kusema tu ulimwengu huu una vitu vingi vinavyoweza kukutisha na kukukwaza ukawa na hofu wanafunzi wa Yesu walitishiwa hapa walivyotishiwa maana ujazo wa, wa Roho Mtakatifu katika mwili unaweza kubadilishana na ujazo wa hofu na ujazo wa analiti wa mambo ya chuki, mambo ya wivu, mambo ya hosta, mambo mambo yote hayo yakiwa yanatokea kwenye mwili wako, ujue wewe una ujazo Roho Mtakatifu yuko juu yako, lakini hujajazwa kwenye mwili. Hujajazwa Roho Mtakatifu, umebatizwa na Roho Mtakatifu. Tokea ulipobatizwa na Roho Mtakatifu hajawahi kuondoka, lakini hajawahi kufanya kitu chochote chema kwenye maisha yako. Umebakia tu kujivuna kwamba wewe Ulibatizwa na Roho Mtakatifu. Lakini hakuna dalili hata moja ya utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Angalau basi uwe na upendo, maana tunda la Roho ni upendo, furaha, ustahimilivu, upole, utuwema, kiasi, imani eh. hiyo ni matokeo, hayo ni matokeo kwamba wewe umejawa o You are filled with all the fullness of God. Wanafunzi wanafunzi wa Yesu naonyesha kwamba ujazo unaweza kupungua. Wanafunzi wa Yesu, walipotishiwa ule ujazo ukapungua wakajawa na hofu ndani yao. Kwa hiyo wakaomba; hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika, pakatikiswa, wote wakajaa Roho wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo usipokuwa umejawa na roho mtakatifu, huwezi kunena neno, huwezi kuyafanya mambo ya Mungu kwa ujasiri. Utakuwa na wivu, kitu cha kwanza kitakachotokea wivu. Ukiona unamuonea wivu mtu yoyote anayefanya huduma, una hujajazwa roho mtakatifu, hujajawa na roho mtakatifu, kwa sababu wivu sio tabia ya Mungu. Anasema Mungu ni Mungu mwenye wivu, hai sio ile maana yake, auniseme. Husda sio tabia ya Mungu, kiburi, majivuno sio tabia za Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye hivyo hizo tabia hajazitoa kwa Mungu, amezitoa kwa baba yake. Anaweza akawa ni mtu wa Mungu, lakini ana baba yake mwingine, ana baba wawili. Mbaya sana hiyo, mbaya sana, sana. kwa hiyo baada ya hapa baada ya kujazwa mara ya pili hapa hatujaona tena wanafunzi wa Yesu wakijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu huko mbele walikuwa wameshagundua wanatakiwa kutembea katika roho, wanenda katika roho, wamejaa wa wakati wote, na waliyafanya mambo ambayo, ambayo yalipindua ulimwengu, mambo ambayo ulimwengu ulikuwa haujawahi kuyashuhudia, waliyafanya, waliponya viwete, viziwi, vipofu walifufua wafu, walihubiri injili. Kwangu mimi, yani, walihubiri injili kwa ujasiri na kwa nguvu sana, wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kujazwa na Roho Mtakatifu ni jambo la msingi sana. Mimi nikupe uzoefu wangu, huwa ninafanya nini ili niwe nipo katika ujazo? Mimi hata napoendesha gari barabarani, nategemea ujazo wa Roho the Holy Spirit. Unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu uweze kuyashinda mambo yau nafanya nini sasa ili kubakia katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwanza nasoma neno la na Mungu, nasikiliza mambo ya Mungu, nasikiliza nyimbo za kuabudu kwelikweli, zile za kumsifu Mungu. Halafu yani, nafanya hiyo kwa sehemu ndogo tu, lakini kwa sehemu kubwa maombi yangu ni maombi ya kunena kwa lugha mpya. Nanena kwa lugha mpya almost the whole of the day, siku nzima sio continuously so mnaweza ni siku nzima. Na mambo mengi nitaongea na wewe, nitafanya hiki, nitafanya kile, nitafanya kazi, lakini anytime katika wakati huo wa siku naweza kutranscend, nikatoka katika hali ya mwili nikahamia katika hali ya roho kwa kunena kwa lugha mpya. Hapo nakuwa nimejazwa na roho Mtakatifu, sina masisimko. Unajua kuna wengine wakibatizwa na kujazwa na roho Mtakatifu wanasisimka, wanapiga kelele, wanakimbia wanapoteza kabisa fahamu. Hiyo inatakiwa itokee mara moja tu unapobatizwa. Baada ya hapo, ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuwa resident kwenye mwili wako, anakuwa ni mwenyeji. Kwa hiyo wewe unakuwa ni supernatural being, ni supernatural person, na inakuwa ni kawaida kwako. Ile supernatural life yako inakuwa ni kawaida, sio tena kitu cha kushtukiza au cha kushangaza. Kwa hiyo mimi ninachokifanya ili niwe nimesalia katika ujazo wa Roho Mtakatifu siku zote ni kunena kwa lugha mpya. In such a way kwamba it's not strange to be filled with the Holy Spirit. It's not strange to, uh, to express I mean my body to express the things of God. Ninanena kwa na napata hekima, napata maarifa, napata ufahamu, napata deep, deep, deep napata na utulivu. Katika sehemu zinazofuata tutaona, tutafika mahali, tutajifunza kipawa cha kunena kwa lugha moja pekee, kwa sababu hiki kwangu mimi binafsi ni ufunguo mkubwa sana, yani ni connection kati ya mwili wangu huu na hiki kinywa changu na mwili wote kabisa na the spiritual ya. Yeah, si, si connected na bangili au na n si mkufu ile wanafunga hapa naitaje au? No. Au, no. Mimi si connected na kitu kingine. Na kwa connected kwa kuongea moja kwa moja ile lugha ya mbinguni, and at that moment nakuwa nimejazwa na Roho Mtakatifu, it may not be visible, lakini I am led by the Spirit I break from the flesh into the spirit by speaking in tongues all the time and I am bold and nakuwa na boldness sio ya